Tukisalia na hayo, licha ya Rais William Ruto kutoa idhini kwa wanafunzi wote wa gredi ya kumi kuingia shuleni bila sare, baadhi ya wanafunzi hao bado wamesalia nyumbani kutokana na hali ngumu ya maisha. Katika vijiji vingi, ukosefu wa nauli ulikuwa kizingiti kikubwa kwa wanafunzi hao kufika shuleni. Dora Uteno sasa anaelezea kuhusu mahangaiko ya familia nyingi licha ya juhudi za serikali kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anapata masomo. Katika kijiji cha Kanuu, kaunti ya Kwale, Juan Wathitha ananadhifisha vifaa vyake. Pembeni, mamake amepata kazi ya kufua akijaribu kupata nauli ya kumfikisha mwanawe shuleni. Licha ya Rais William Ruto kuidhinisha wanafunzi wote wa gredi ya kumi kufika shuleni bila karo wala sare za shule, mama huyu yupo na tumbo joto. Kwani pesa hazitoshi, nauli pamoja na, na vifaa vya matumizi ingine, nikalipa nyumba ingine, nikanunua chakula, ile ilibaki nikanunua tawel, na kando na kununua kununuari vitu zingine anafaa atumie kama kama kama kama, kama, kama kama sanitary towels kama brush tooth brush. Katika kaunti ya Nyamira, uchochole umenolea kucha familia hii Jupita Abuga ambaye mzazi wake anaugua, akikosa hata namna ya kufika shuleni. Sina fare, sijui hata shule yenyewe pahali iko. Sasa naomba yeyote aingilie kati, aweze kunisaidia ili niweze kutimiza ndoto yangu ya kuwa ni surgeon, nisaidie familia yangu sababu iko chini. Kijiji cha Mutulani, kaunti ya Makueni, Masindundu na mwanawe wamesalia katika njia panda. Mama huyu akiwaza hatma ya mwanawe iwapo e atajiunga na shule ya upili ya Kitonyoni. Sasa nauliza serikali wamesema tupeleke watoto shule juu fasi tamu. Wamesema tupeleke shule hata kama una kitu, mpeleke shule na second term itakuwaje? Huku muda ukizidi kuyoyoma, wanafunzi ambao wanapitia hali ngumu ya maisha pia wamesalia njia panda. Matumaini yao yakiwa kwa serikali kutoa suluhu ya kudumu ili kutimiza azma ya kufika kileleni kwenye ngazi ya masomo. Lora Utieno, Runinga ya Citizen.